Walimu ambao wamepita kwa, kwa Yanga hivi karibuni haswa Roman Fols, labda niseme mpaka mm, anaondoka ni kama vile alikuwa bado hajajua ni kikosi gani ambacho ni bora sana kwake. kubwa na, ni, ni jinsi ambavyo eh, atakuja na mpango kazi ambao utakuwa ni bora kwa, kwa upande wake kujua aina ya kikosi ambacho anacho, eh, jinsi gani ya kumtumia mchezaji mmoja mmoja kwenye kikosi na aina mfumo ambao mwalimu anakwenda kuutumia katika mchezo huo husika na ndo faida ambayo mwalimu anaweza kaenda kuipata. Manake ana faida kuja kuijua kikosi chake chote, e, kureviu mechi za zilizopita na kujua aje na mpango gani, na ndo faida ya kocha inapokuja pale. Manake tumeona makocha wengi kipindi kifupi, e, wanaweza kubadilisha baadhi ya mentality ya timu e, katika upande wa, e, wa morali kuamsha e, kuimarisha kiwango cha mchezaji mmoja mmoja, kipindi kifupi na timu ikafanya vizuri. Tumeona kwa upande wa Simba, si kwamba alikocha na muda mrefu Simba, ana hata miezi ama hata mwezi ana yani, lakini unaona kuna kitu ambacho e, ameanza kukiingiza. O no, sio kwa asilimia mia, lakini kuna kitu nakiona. Tuliona kwa upande wa, wa, wa, wa, wa, Nabi kwa sababu alikuwa anaanza kutengeneza timu mwanzoni akaomba miezi mitatu baada ya pale kabadilika ka Gamondi avyoingia kumchukua muda mrefu timu kaklik hapo hapo, sio Gamondi tu, hata kwa upande wa msimu uliopita makocha wote waliopita watatu wale, unaona kuna kitu kiliongezeka. Mtu kama Ramovich alikaa na timu wiki moja tu, lakini kuona kuna kitu kiliongezeka, ile kasi ya mchezo ikaongezeka e, eh, akaja na falsafa ambayo ilikuwa na one touch unaachia una, una, una moja, ukaona hiyo ipo. Sasa kwa upande wa Roman Fos, uliona kuna ni kama uji kitu gani ambacho anakitafuta ana, anacheza aina gani ama falsafa gani ya, ya, ya, ya, ya mchezo. Amekaa na timu kuanzia preseason e, eh, zaidi ya mwezi mzima eh, toka amekaa na timu mpaka sasa hivi wakati eh, ame, ameachishwa kazi pale ili karibia miezi miwili na na kimbilia mitatu, lakini uko wodi una future ndani ya kikosi zaidi. Kitu ambacho tulikuwa tunakiona ni jinsi morali inazidi kushuka chini zaidi kwa mchezaji mmoja mmoja, yani viwango vinazidi kudrop ambao ni kazi ya mwalimu maanake, kama viwango ama timu ya chezi na iko chini, awezi kutoka kiongozi pale chini apandishe ile, ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo kuna kitu kimetokea kwao, nafika upande wa kocha huyu mm. Patrick Babedi ana kazi ya kufanya kuweza kurudisha ile morali ya mchezaji moja mmoja, timu ifanye vizuri. Inawezekana akaanzia pale kufanya vizuri, na unajua kwamba mara nyingi timu anapoingia kocha mpya e, kuna ile eh, morali kwa mchezaji mwenyewe ina inamwingia kuweza yeah, kujibidisha kumwonyesha uh, anahitaji namba ikosiki mm -hmm. Na kafanikiwa, kwahiyo ni kitu ambacho inaweza kaa na faida kwa upande wake. Kwa hiyo ni maeneo ambayo ambao anatakiwa afanya. Maana kwa mfano mechi iliyopita ile mi nilishangaa kwamba inakuwaje timu inakwenda uh, uh, Malawi ikiwa anaenda na mchezaji mmoja katika eneo moja na hasa beki alikuwa namba mbili. Kibwana aliachwa ndo akacheza ya pili, yani ile squad yote ile aliachwa, ambaye ni backup ya namba mbili mm. Na Soko balikuwa naumwa, yupo tu vizuri. Kwa hiyo ni changamoto, lakini changamoto ya pili team selection Sababu wanazofanya yani, unaona kuna kitu ambacho kiko sawa kwa upande wa Patrick Babedi, CV yake, ubora wake, jinsi ambavyo anajua kusoma tabia ya mchezaji mmoja mmoja, inawezekana kwa faida kwa upande wake kuweza kufanya vizuri, na ni mechi ambayo ukianzia mashabiki, viongozi, wachezaji, ile morali naona kama ina, inakua kwamba hii mechi tunaitaka, inaweza ama faida kwa, kwa timu kupata matokeo ya ushindi na kutinga katika hatua ya makundi. mm -hmm.